Na mtazamaji, na fikiri umeweza kusikia kauli viongozi wa kidini wakikubaliana na kile ambacho umeweza kuzungumzwa na Profesa uh, Kivuta Kibwana na Sheikh Ibrahim Lidhome kwamba sawa, tunapokuwa tunatoa kauli zetu tuwe makini kwa kile ambacho tunakizungumza, siwe ni matamshi ya kuudhi ya, ya kudharaulisha, matamshi ya kusimanga yatafanya ile hali itakuwa ngumu zaidi. Lakini pia tukiwa tunaendelea na mada, ni kwamba wale washukiwa sita wa mauaji yake Albert Ojwang pia vile vile wakuwa wamefikishwa mahakamani kule Kibra, katika mahakama ya haki, ili katika ule msasa wa kutafuta haki na kujua, uh, kipi ambacho kiliendelea. Kwa hiyo Uh, baadaye nitakuwa na kupeleka huko kuangalia lakini kwa sasa hivi ni kwamba wamefikishwa hapo. Mwana barua Saito Lale kwa maeneo hayo, lolote itakalojiri la dharura atatueleza ili tuweze kufahamisha wewe mtazamaji. Lakini tuje kwako Wilmark Gacheru, uh, eh, sasa hivi tunakwenda katika uh, maandamano ambayo wamesema kwamba hayawezi kusimama kwa vyovyote vile, na na tumeona kwamba juzi palikuwa na maandamano ambayo vijana waliweza kuyafanya lakini katikati yake ikawa kuna makundi mengine ambayo yanaangaisha ya, na, ya, ya na angaisha, uh, vijana wale na baadae kidogo tukaona kwamba ni mambo ya kulipizana. Kitu moja amesema Sheikh Ibrahim ni kwamba, twendeni tukafanye maandamano ya amani kama mwayafanya, kwa sababu ni uhuru wenu wa kikatiba, lakini msisukumwe, msisukumwe ama msiadaiwe kufika mahali ikawa ile amani tunaivuruga kati ya nyinyi wenyewe. Hili mmelimulika vipi? Asante, uh, sana Rashid, uh, na ni jambo it's so sad eh? ati tunapanga maandamano na wanaokuja kutupiga ni, ni vijana kama sisi tunaopitia shida moja in the same country. I don't know, it's, it's so ironic, you know, it's so stressing and disturbing eh? if a, a young person like me will be paid to come and fight against me Remember, one generation hata tuseme ni Gen Z wanalipwa. Na mi nasema wako na bahati sana juu ile siku walilipo walikuja walipata vijana tuko wadogo kwa streets, lakini tulikuwa tumeona hiyo tabia pia mwaka uliopita. Mm, haikujitokeza -hmm. Poa, lakini uliona Eldoret watu wanatokea na marungu ati wamekuja kulinda biashara, lakini wamelipwa ndio watupinge sisi vijana na tuliwapea tuliwapea disiplini nzuri sasa ile kitu naweza taka kusema what I would like to say and to anyone who is watching here the goons don't be used by these political leaders you are given 1000 you will come to the street we are fighting for a better country for all of us you tell me you are coming from kibera you can barely afford two meals in a day You are going through the same struggles because leo ni mimi kesho kesho inaweza kuwa wewe. Wewe, nataka niulize huyo kijana analipwa na mwanasiasa kukuja kutupa mawe na kutupiga. Wewe, ndugu yako akikuja apigwe risasi na wewe ulikuja tuki, tukipigania haki ya mwingine aliyepigwa ulikuja kutupiga. Wewe utasikiaje? So what I'm telling them, you know it's a, it's it's time now as young people we come together and we focus on our goal. Right, because these political leaders are using us. I was unajua, I was it was so so so so sad. Kuna wakili pia pale wa High Court, kama uliona hiyo siku, guns walikuwa walimuibia na wakampiga sana, wanataka mm -hmm, kumnyaganya simu. Mzee rika ya babako, hiyo ni laana, hiyo ni laana. Na wengine hawakulipwa, pesa walioahidiwa hawakulipwa. Na umeona sijua, ama umeangalia The Standard, yeah? The Standard is doing God's work, it's exposing them. So what I'd like to add to the young people here, it's a mission we have and it's a vision we have. And uh, vile amesema, I would like to say we are very peaceful. And actually, it's good you, you check because this is a constitution uh, right. The police are coming. Actually, the police won't do wanaletanga violence because any time we start the demonstration, we are walking in peace. We have our hymn singing, you know, and we are speaking loud to what we want the government to hear. But mara kidogo, For nothing. Wasting our resources. If you look at, at, at the constitution article 243, 244, and 245, ina command the police to take care of property and to take care of people, we are peaceful picketing. And vile profesa uh, amesema, mi nimeona profesa, nimefuata history yake kidogo kidogo kutoka akua uh, kwa Ministry of Environment defense uh, akapigania constitution yetu Uh, governor and I, I was so happy so what professor is saying is so true right, we need to be heard. Na shida hii serikali lazima isukumwe. If we, we, if we relax today and you know sit down we forget wanaacha kabisa, lakini sasa tukitokea kwa streets tena tuwakumbushe, pia wanatuua, wanatupiga. So my message kwa vijana, nataka kuambia tena na nitarudia tena, usitumiwe na mwanasiasa Sahi sisi hatuna tribe, we are not hatuna uh, uh, any tribe. Hatuna ati awa ni Wakikuyu, awa ni Waluya. No, we are one generation and our goal is to change governorship and leadership because we need accountability, we need uh, to make sure that vijana wanapata kazi. Angalia sasa, state house, nilikuwa naangalia budget eh? State house imeongezewa a lot of money pale, ile kitu inaunda msingi wa wana Kenya na wanafunzi wetu na watoto wetu, hiyo ndio pesa inatolewa. Mimi nauliza state house, if state house stays how it is what will not happen in this country? Let us focus on the most important things, let us focus on the things that are epitome of success in our nation, because you can't tell me you want to renovate the state house and kids in school. Nimeona, nimewaona hapa wako Mombasa, wanalia tu, wanasema tujui tutafanyaje, watoto watasomaje? wazazi waliofinyilia kibiashara, waliotozwa a lot of tax ndio wanataka warudi mfuko yao walipie watoto wao shule. Mimi na, na, natumai ni heli ningezaliwa wakati wa Kibaki. At least niliona maisha ilikuwa mzuri na heli ilikuwa inaingia vizuri, watoto walisoma, watu waliinvest biashara zikopoa. Sahii tumekatwa mkono kila mahali, sijui tufanyaje Rashid. Bila shaka, nasema sijui afanye nini mtazamaji. Najua pia profesa ataka kuchangia kwa hilo, lakini nakufahamisha kwamba washukiwa sita waliohusishwa na mauaji ya mwalimu na bwana blog Albert Ojwang e, wamefikishwa mahakamani kusomewa mashtaka yao rasmi. Sita hao wa ambao wamefikishwa katika mahakama ya Kibra ni pamoja na UCS wa kituo cha Central Samuel Talam, James Mukwana, Peter Kimani, John Ngige Gina Bwao na Brian Mwaniki. Sita hao wamefikishwa mahakamani baada ya afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuidhinisha kesi dhidi yao kwa mauaji ya Ojwang ambaye alipigwa katika seli ya kituo cha polisi cha Central na kufariki kutokana na majeraha mabaya kichwani. Hizo ndio picha ambazo ni za moja kwa moja tukiwa ndani ya mahakama hiyo eneo la Kibra na amezungumza uh kwa kusikitisha, akisema anajutia uh, kwamba yeye kama Wilma eri angezaliwa kipindi kile. Ee, alikuwa na matumaini mengi kipindi hiki. Maandamano haya ukiangalia alivyofanyika, ni kwamba kuna watu wanaamini lazima wao wajitolee mwanga ndio wengine waje wapate matunda, kama vile ambavyo nyinyi mlihatarisha maisha yenu katiba ikapatikana ikatika, lakini katika kufanya vile kuna wale ambao wanakuwa ndio waathiriwa wa moja kwa moja. Baba amefariki, mama amefariki, dada amefariki, mtoto amefariki, uh, mkono umevunjika na vitu kama hivyo. Ah uh, yule jeraha lake aliishi. Nikao sasa hivi tuwaadhimisha mwaka mmoja kabla. Lakini kuna mtu ambaye alipoteza mtu wake. Uchungu wake ni tofauti na uchungu uh, wa Meri na pia vile vile uchungu wa Milma. Maana yule mtu hayupo. Na watu wanachopigania ni kwamba vipi tutahakikisha haya maandamano yatakuwa ya amani kwa pande zote mbili, kwa sababu we ulikuwa pale, unajua ni vitu gani vinachangia maandamano kitubuka, unajua ni ishara gani mkiona tuweze kuondoka. Aa, hayo ni baadhi ya maswala ambayo nataka uyatafakari, nikuulize. Nitengeze sauti yako kidogo, lakini nitampa nafasi Sheikh Ibrahim. Tuangalie e, sauti ya profesa Kivuta Kibwana kitakatujue nini tutafanya kwa sababu kila siku tunapata hakikisho kwamba yatakuwa ya amani. Baadae utamsikia polisi anasema hawa walikiuka, mwandamanaji anasema hawa walikiuka, kila mtu anamoteshea mwenzake kidole cha lawama mm. lakini wakati kuna hiyo lawama, kuna majeraha yamepatikana eh, no, wakati no. kuna lawama kuna no. mauti no. eh, yamepatikana me, ya no. tutafanyaje kujaribu kuzuia hizo lawama na kila mtu kutekeleza kile ambacho anapaswa kutekeleza? Rashid, kwa ufupi hapa ni kuwajibika uwajibikaji kama tunavyosema, vijana, mna haki ya kuandamana, lakini wajibikeni. Kama walivyosema sisi tunataka maandamano ya amani, polisi naye awajibike. Hili swala la kulaumiana, nataka tuchukulie kwa mfano, katika familia kuna baba, kuna mama, kuna watoto. Ikiwa baba siku zote atakuwa na mlaumu mama, mama naye alaumu watoto, watoto alaumu wazazi, mtapata suluhisho? Lakini baba anza kuwajibika, wewe uwe mfano mzuri wa kuigwa, kisha wacha ku, haki zako zitakuja. Ukiwajibika heshima itapatikana, hulazimishi heshima. Wajibika tutakuheshimu, mwingine naye awajibike, kila mmoja akiwajibika, Rashid hata nyinyi wana habari mkiwajibika kutupa habari za kuleta uwiano na umoja na kuleta amani, nchi itakuwa na amani kweni, Rashid wanadamu si wanyama. Sisi tunatumia akili. Mwenyezi Mungu ametupa akili, kisha kila mmoja amepewa mafunzo ya ile kazi anayofanya. Hawa polisi wamepewa wa mafunzo, na mafunzo hayo yamelipiwa kwa pesa zetu za ushuru. Ili nini? Watumie akili zao, wawajibike, watumie hayo mamlaka kwa njia nzuri. Wanasiasa pia wanaambiwa namna ya kutumia hayo mamlaka, na naona ukiangalia kila mmoja ana dini. Wanapo hapa kila mmoja anainua aima Biblia ama Qurani, asema wewe Mungu nisaidie nifanye haki. Sijui kwa nini hawataki kufanya haki, na pale wanapoinua kile kitabu ni kwa sababu anataka Mwenyezi Mungu ashuhudie kuwa hii kazi ulionipa Mwenyezi Mungu nitaitekeleza na nitawajibika. Tukiwajibika sote nchi itakuwa nzuri, lakini ikiwa hatutawajibika ni kulaumiana. Alafu Rashid, kuwajibika inawezekana ama iwezekani? nataka tu tutoe baadhi ya mifano ambapo mm -hmm. polisi wametushangaza wanavyowajibika. alipouawa mjumbe mmoja katika wajumbe wetu hapa, Charles Ongondo, mm -hmm. polisi waliwajibika vizuri sana, haraka sana profesa. sijui hawa walifunziwa walipata mafunzo wapi na hawa wengine wapata mafunzo wapi? wakitaka huwa wanawajibika, wasipotaka wajibike. Lakini wakulaumiwa ni nani? Baba. Nyumba ikiharibika siku zote ni baba. Kwa hivyo len, swali hapa ni hili, je, tunawajibika? Ikiwa hatuwajibiki, tuna, tu inafaa tuwajibike sote, na tukiwajibika wacha mambo ya kupigania haki yangu haki yangu. Inafaa swali liwe ni hili, wajibu wangu ni nini? Rashid wewe hapo ujiulize, kama mwanahabari wajibu wako ni upi? kama kijana ujiulize, wajibu wangu ni nini wa kuhakikisha nchi inaendelea vizuri? Mimi kama kiongozi wa dini wajibu wangu ni upi? Tukiwajibika, haki zitapatikana. Rashid, hili la kunyonsheana kidole na kulaumiana halitotusaidia, na narudia tena, Rashid, mimi na wewe na wengine sote hapa, sisi sio Wakenya kwa bahati mbaya, kwa kubahatisha. We are not Kenyans by accident. It is by God's divine Plan. na Mwenyezi Mungu ametupa rasilimali na akatupa akili za kuweza kujiongoza kwa nini tuwe ndio mpaka watu wanaona ni aibu wakizungumzia Kenya wanaona kumevurugika tu kwani hatuna akili kwani hatutumia akili ambayo Mwenyezi Mungu ametupa kulinda hii nchi ambayo Mwenyezi Mungu ametupa rasilimali kwa nini afe mtu mmoja Kenya kwa sababu ya kupigania haki. Kwa nini tungoje mpaka wewe kama mzazi Rashid ngoje mpaka mtoto avunje kikombe ndio utamsikiza? Kwani huwezi kumsikiza kabla hajavunja kikombe? Lakini ukimwonyesha mtoto wako kuwa ukitaka nikusikize, vunja vunja kikombe ndio nitakusikiza, vunja TV ndio nitakusikiza, itakuwa naona huyu mzazi wangu huwa hasikii mpaka nifanye vurugu. Lakini ikiwa utamsikiza na umpe ahadi za kweli, sio za uongo. Wajua, mi nishaona na wajukuu wangu Ukimwahidi nitakuletea kitu fulani, ukose kumletea siku nyingine, hata ukimwahidi naona no, unanichezea tu lakini, ukimwahidi na utekeleze na. Na usipotekeleza mpe sababu za kukubalika kiakili, na vijana wamesoma, ni majenzi wanajua mengi hata kutuliko sisi. Naona angalia habari kama hizo zilizoko katika mitandao leo na katika gazeti la Standard zilikuwa zinafanyika kisirisiri, zimetibuliwa ziko kila mahali. Unafikiri vijana wataamini hao viongozi tena? Hawezi kuamini. Halafu pia, Rashid, ukitaka kuheshimiwa jiheshimu kwanza wewe mwenyewe kama kiongozi, alafu lead by example, kuwa mfano mzuri kwa wale walio chini yako, ndio utaheshimika na ukisema jambo watakusikiza. Na mprofesa, nimekusikia uh, ukiongea kwamba uh, kimtazamo wako uh, ni kama serikali na viongozi hawataki kusikia kinachozungumzwa na Wakenya. Imekuwa mwepesi kusema kwamba shida ni kwamba viongozi wengi hawataki, uh, hawataki kusikiza kile ambacho Wakenya wanazungumza uh, na kama pia labda pengine wanasikiza, wanapuuzilia mbali uh, tu, tutafanyaje kuhakikisha kwamba kuanzia sasa tunaweza kusikizwa bila kuhatarisha maisha ya mtu, kwa sababu katika safari ya kutafuta haki juzi, kuna mwingine alipoteza maisha ama kuna mwingine alipata majeraha. Unadhani tufanye kitu gani kimtazamo wako na kishauri mm -hmm. wa Kenya ili watu wasikilizwe bila kupata majeraha, mauti mm -hmm. na uharibifu wa mali <clears throat> nafikiri, jambo vijana wamekuwa wakifanya ni kutumia maandamano wao wakiwa wana amani nyingi, ndio uh, vijana wasikilizwe na sisi sote uh, tusikilizwe. Eh, lakini labda viongozi wengi wanafikiria kwamba wao wanafanya wanafanya mambo mazuri. Mm -hmm. Uh, ukimweleza kwamba kuna kosa amekosa, yeye anafikiri ni wewe umekosa kwa kumwambia amekosa. Mm -hmm. Uh, na nimesikia kadhaa wakisema kwamba uh, ikiwa ni mambo ya waliahidi ikiwa ni kuendeleza nchi, wao wanafanya kazi vizuri. Na kwa hivyo sisi hatutosheki uh, wale tunasema kwamba kuna mambo mengi inatakikana uh, uh, ifanywe. Na vile vile kuna wengine wanafikiria hata wakifanya nini, hata ikiwa kuna rushwa, hata ikiwa uh, maendeleo haifanywi, kuna polisi watatumika kuzuia raia kuuliza maswali mengi. Kwa hivyo tumefika mahali sio pazuri e, kwa sababu ikiwa kiongozi ata, ata, atafikiria kwamba hata ikiwa ni uchaguzi, wengine wanasema nitashinda tu hata mkifanya nini. Wa, uh, wanatumana sijui, ama ni kutuma ama, ama, ama ni mtu yeye uh, uh, yuko karibu na kiongozi mkubwa anasema hata uchaguzi tayari tumeshinda. Kwa hivyo na tena jinsi hapo awali e, imesemekana kwamba hata wale wengine wako katika upinzani hatujaanza e, kusikia vile vile e, ni nini kinaweza kufanyika tofauti, sio tu kusema kwamba huyu tutamtoa na, na, na tutakuja na nini na nini mm. lakini unajua vijana wana, wanataka vilevile vile, wasikie ni nini kipya kitafanywa ndio hii katiba iwe uh, sasa inatekelezwa ina, ina, ina, ina, uh, mm -hmm. E, na mahali Kenya imefika mimi nnafikiri hakuna kiongozi yoyote anaweza kupeleka nyuma, na hawa vijana nafikiri ni vizuri, kwa sababu nnakaa karibu na wao, kwa sababu ni mwalimu, tunazungumza uh, kidogo na wao mm -hmm. e, hata polisi ikiwa inawaumiza hata inaua wengine, hawa vijana hawataacha kudai haki, na nafikiri viongozi wakijua jambo hilo kwamba hawa hawataacha, ni kizazi kingine, sio vizazi vya hapo awali, kwamba walikuwa wanaweza wana, kuwashtua na ukiwashtua wanasema kwamba basi tutaacha ama hapo zamani E, vijana walipokuwa wanafanya kazi na wanasiasa, wanasiasa wakienda, wale wapinzani wakienda kwa serikali, sasa maandamano yakuwa imeisha kudai, kumeisha, tunakaa tuna, tuna, tuna tunasubiri tena ni siku gani, labda kutakuwa mwamko mwingine. Kwa hivyo aa, kuna wakati nimekuwa nikifikiria aa, hawa, hawa vijana ndio wana hasira aa, wana shida hakuna kazi, hakuna mambo mengi kusikilizwa na nini na nini na watakuja, wafike mahali waseme kwamba sasa sisi sote wale tunadai katiba itekelezwe, tunadai mema kwa sisi tu, tuungane e, kwa sababu mwanzo walikuwa wanasema kwamba hawana viongozi mm -hmm, lakini tunaona viongozi wakijitokeza mm -hmm, na hata hapa tumekaa na viongozi e, kadhaa wao uh, na na hata na serikali inajua, kwa sababu serikali inaanza kusema we Bonifas Mwangi you no know, tutakukujia wewe, sijui Joshua Ukayo tutakujia wewe, sijui Anifa sijui nini. Hilo ni jambo la kukoma kabisa, kwa sababu ikiwa hii serikali inafikiria kwamba kuchukua mmoja mmoja wa viongozi ku, uh, kumweka sijui kum kufanya nini, hiyo itasaidia ni, ni kama kuna moto alafu wewe unaweka mafuta mm -hmm. Uh, kwa, kwa moto. Kwa hivyo nafikiri maandamano yakiendelea, hawa vijana labda wa viongozi wao wakija pamoja, labda wale wengine wanafikiria kwamba wanataka nchi iendelee vizuri, wale hapo zamani walikuwa wakidai katiba na nini uh, watu wakija pamoja, lakini kule kuzungumza kama Kenya mm -hmm. ni kwa lazima na njia sasa ya kupata mazungumzo ya ukweli hiyo. yes, sasa ndio njia inatakana, kama watu wa dini. Saa wingine vijana pia wanasema kuna wakati mlikuwa karibu sana na viongozi hao wa siasa, tuna no. shida okay. kwa hivyo hapo kuna kazi ya nyinyi pia kufanya no. Uh, ndio watu waje wakae pamoja, you know, professionals wakiwa huko sijui nani wakiwa huko, ndio tuseme kwamba hapo tumefika no. Eh, sasa ni njia gani tutasema kwamba kile kinadaiwa na hawa vijana tukizungumzie na kifanyike? Lakini tusipofanya hivyo, vijana wao wataendelea, watasema tu wanataka wao viongozi wote wafagie waende zao wa na bila shaka ametoa kauli moja ya maana sana kwa serikali kwamba anasema, uh, kimtazamo wake, kwa tajiriba yake, kwa ukomavu wake, hii ni safari ambayo haitasimama kesho wala kesho kutwa. Na akasema kinachokuja ni kwamba viongozi badala ya kwamba kutishia, ni kusikiliza. Lakini Profesa, mi naamini kwamba katiba hii yetu ya Kenya imetupa sehemu ambazo wananchi wanapaswa kusikilizwa, na sehemu kama hizi kwanza ni kupitia mabunge ya kaunti kutoka mabunge ya kaunti kuna mabunge ya kitaifa ambayo unazungumzia, ili bunge letu na senate, kuna baraza la magavana, kuna mawaziri wetu wote wale ambao wametwekwa jukumu, wana kila sababu kusikia kile kilio ambacho wananchi wanakipeleka barabarani, na wao ndo wana kibarua cha kuhakikisha kwamba wanaanza kufanya kadri ya uwezo wao kuanzia kule chini hadi katika uh, huku juu kwa rais, kwa sababu tuliposema kuna ugatuzi sio kusambaza rasilimali peke yake, hata majukumu lazima yafanyiwe kazi na kilio kisikilizwe bila mipaka.